Mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, leo hii tarehe 21 Machi 2025 nakabidhi ufunguo hii huu kwa Kamishna Jenerali wa Magereza Katungu, ikiwa ni ishara ya magereza kumi ambayo makasha kama haya yamepelekwa. Namkabidhi kasha hili likiwa zuri, jipya na kumeremeta kwa ajili ya kuhudumia wa Tanzania. Na kupitia ubunifu ambao unaendelea, ndo tunaendelea kutekeleza visheni ya Mheshimiwa Rais rahisi eh, kuunda tume ya kuangalia maswala ya haki jinai na tume hiyo kuja na mapendekezo, na katika mapendekezo hayo kuandaa mipango mikakati ya kutekeleza changamoto matunda yake ni kama hili ambalo limetuleta hapa kao. Tunaona mihimili yote e, mitatu muhimili wa executive branch, muhimili wa legislature, muhimili wa judiciary wote tukishirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunatekeleza mapendekezo ya tume ya haki jinai. Mafanikio haya yote shukurani tunampelekea rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Nipongeze ushirikiano imara uliopo kati ya taasisi za haki jinai zikiwemo Jeshi la Magereza pamoja na vyombo vingine vya usalama chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na vinginevyo, kwa namna mnavyofanya kazi kwa pamoja kuhakikisha serikali inatoa huduma bora kwa wananchi wake, naomba niwapongeze na kuahidi E, vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo viko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, kama ambavyo nimesema, Mheshimiwa Mtendaji Mkuu wa Mahakama, tutakapokuwa tumepata audience ya kukaa na nyinyi e, officially pia tutaangalia upande kwa mfano wa Jeshi la Polisi, ni mashirikiano yapi yanayofanana na haya kama Jeshi la Magereza mlivyofanya ambao tunaweza tukayapeleka bilateral kwa kushirikiana ili tunapokuwa tunatenga bajeti. E, upande kwa mfano wa jeshi la polisi kila mwaka e, tutenge kile ambacho sisi na nyinyi tukitekeleza kinatupa mileage zaidi. Similarly kama jeshi la magereza, baada ya kuanzishia kuwapa makasha kumi, nilikuwa nanong'ona na CGP pale e, kwa gharama ya kasha hili CGP akaniambia, waziri e, kwenye hili naomba nikuhakikishie hatutachukua muda mrefu sana kuhakikisha makasha haya yanakuwa kwenye kila gereza lililoko ndani ya nchi yetu. Kutumika kwa makasha haya kutakuwa ni daraja linalounganisha mahabusu na haki huku yakisaidia kupunguza gharama za usafiri na maahirisho ambayo yangeweza kutokea kutokana na kutofikishwa kwa mahabusu mahakamani. Vilevile, Mahakama Mtandao inarahisisha masuala yafuatayo upatikanaji wa huduma za kimahakama, kuokoa gharama za uendeshaji, kupunguza msongamano wa wananchi mahakamani, kuwezesha mawakili kupata rejea za hukumu na nyaraka mbalimbali kwa urahisi, kubaini kuwabaini mawakili vishoka ambao wamekuwa wakiharibu mwenendo wa kesi mbalimbali, kuhakikisha ulinzi wa taarifa na nyaraka pamoja na kuokoa muda wa wananchi katika utafutaji wa haki. Ni matumaini yangu kuwa makasha haya yatatumika kwa lengo lililokusudiwa. CGP ameshatoa commitment, tunakushukuru na kusaidia kuongeza ufanisi katika nyanja za utendaji haki nchini. Ndugu washiriki, dhamira ya Serikali ya Awamu ya Sita ni kuleta mageuzi katika taasisi za haki jinai kama nilivyosema E, Mheshimiwa Rais kupitia Tume ya Haki Jinai na mapendekezo yake tunaendelea kuyatekeleza e, kwa jitihada kubwa sana na kila chombo. Upande wa Jeshi la Magereza wangepata nafasi, wangeelezea utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Tunaendelea vizuri, lakini Jeshi la Polisi, Idara ya Uhamiaji na vyombo vingine ambavyo viko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, pamoja na mradi wa Mahakama Mtandao ipo miradi mingine inayofanywa na serikali kwa lengo la kuboresha huduma kwa wananchi, ikiwemo ujenzi wa majengo mapya yakiwemo magereza, ajira kwa taasisi za haki jinai, mafunzo ya ndani na nje ya nchi kwa maafisa na askari, na ununuzi wa vyombo vya usafiri kwa ajili ya shughuli mbali mbalimbali za taasisi hizo. Ndugu washiriki, tunamshukuru Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan raisi wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwa kuziwezesha taasisi hizi za haki jinai serikali ya awamu ya sita inaamini kwamba mageuzi ya mifumo katika taasisi za haki jinai ni msingi wa upatikanaji wa haki kwa wakati na maendeleo ya taifa letu kwa niaba ya serikali ya jamhuri ya muungano wa tanzania napenda kutumia nafasi hii kuipongeza tena mahakama ya tanzania kwa juhudi za kuleta mabadiliko chanya kupitia TEHAMA. Pia tuwapongeze jeshi la Magereza kwa kupewa makasha haya kumi na muhimili wa mahakama tunawashukuru tena. Nipende kuwahakikishia muhimili wa mahakama kuwa serikali itaendelea kushirikiana nanyi katika kuhakikisha haki inapatikana kwa wakati na kwa usawa kwa kila Mtanzania. Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi tu ni kwamba e, iliyoko mbele yako ni moja kati ya makasha kumi ambayo mahakama imeamua kugawa katika magereza kumi. Naomba upokee salamu za dhati na ujumbe wa dhati kutoka kwa Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Hamis Juma. Anatambua kwamba shughuli hii leo inatokea hapa. Na ni furaha yake kubwa sana kuona kwamba eh, matumizi ya TEHAMA yanazidi kusogezwa katika magereza. Lengo la mradi huu ni kuleta mageuzi ya TEHAMA katika mnyororo wa haki, hususan katika chombo hiki muhimu ambacho kiko chini ya wizara yako, yaani magereza. Jeshi la Magereza kwa kushirikiana na Mahakama limekuwa likifanya jitihada za matumizi ya kuimarisha huduma za Mahakama Mtandao magereza. Leo hii jeshi linapokea makasha kumi kutoka Mahakama ya Tanzania ambayo yamejengwa katika magereza ya Keko, Ukonga na Segerea Dar es Salaam; Uyui Tabora, Karanga Moshi, Kisongwa Arusha, Rwanda Mbeya, Maweni Tanga, Butimba Mwanza na Isanga Dodoma, mahali ambapo tupo muda huu. Uwepo wa makasha haya kutasaidia kuimarisha matumizi ya mahakama mtandao, na hivyo kusaidia utoaji wa haki kwa wakati, kupunguza msongamano wa wahalifu magerezani, na kupunguza gharama za changamoto nyinginezo, zikiwepo za kiusalama, ambazo zinaweza zikatokana na usafirishaji wa mahabusu na wafungwa kwenda mahakamani kusikiliza mashauri yao na kurudi magerezani.